Kwa wingi. Makofi na vigelegele kwa wingi. kuingia ndani ya nyumba yako. Nashukuru sana. Barikiwe sana. Ongera sana. Nashukuru tendo hili, walikuwa wanachukia sana watu wa Mrembo. Bwana niko giza. Nashukuru sana mmenipa umeme. Walikuwa wanachukia wanachukia, mimi nimezaliwa hapa hapa. Walikuwa wanachukia vibaya sana. Lakini mmenipa umeme, nashukuru sana. Hawatuchekea tena. Ndani ambalo limetendeka leo kwa kweli kwa kijiji kama cha Isongole au sehemu ya Mbenzu imekuwa kama ni muujiza kwetu. Ilikuwa kama yaani hatuji kupata. Ilikuwa kama ndoto. Lakini kwa sasa tumeona kutujali kwenu, kwa kweli imeleta faraja sana. Na mimi nimeshukuru sana na shukuru na tena naendelea kushukuru. Kwa sababu kweli hii ilikuwa kama ni ya kupigia kampeni miaka iliyopita ya nyuma. Lakini kwa sasa tunaona vitendo kweli, tunashukuru kwa kutujali sana. Na ninashukuru kwa kuwa mmekuja, mmetuashia na taa hizi. Kama mmeingia mpaka humu ndani. Mungu akubariki Samia, nimeona <laughs> ni mtu wa kutujali, hata kama yupo mwingine ambaye anasema pembeni kwamba labda yuko hivi yuko hivi, kwa kweli mimi nitamtetea pamoja kwa na kwamba sina cheo chochote kikubwa, lakini nitaendelea kumtetea kwa kweli, anafanya kazi tunaona. Kwa kata yetu hapa tumeona shule za msingi, tumeona shule za sekondari, yani maendeleo, maji na yenyewe bomba limeshapita kule juu. Mkoa huu nimesema, tumeletewa bilioni ishirini na tano za kwanza tumeletewa bilioni tatu za pili. Huu mradi huu hapa tunaozindua leo ni sehemu ya bilioni tatu ambapo wilaya yenu mlipata milioni mia tisa Kweli si kweli? Kweli, lakini zimekuja tena bilioni ishirini na nane nyingine. Raisi anazishusha kwenye mkoa wa Songwe, watu wapate nini? Waangaze maisha, si ndio? yeah. Wapate umeme ambao utawasaidia kwenye mambo mbalimbali. Umeme ni uchumi. Leo hii kuna joto, si ndio? Ukitaka kakitu kakupooza pooza kosi unataka friji, yeah. Mtu akiweka friji afanyi biashara, watu wakitaka mambo yale ya jioni ile, anakaa kwenye stuli ndefu hivi, anakunywa huku, anaangalia Simba inavyojifunga au fungwa hivyo hivyo, anataka kaweka baridi baridi, ndio? Si ndio? Ukiwepo umeme, si hata mambo yanakuwa vizuri. Umeme ni huduma, umeme ni biashara, umeme ni uchumi. Raisi ameleta fedha nyingi sana, lakini nyinyi jamaa hamuunganishi na kuunganisha ni elfu ishirini na saba. Uongo kweli? Sasa kwani hamuunganishi umeme yani, hivi kweli, kiongozi, mimi nitoke kule mkoani Mbozi nifunge safari hapa kuja kuwahamasisha kuweka umeme wa elfu ishirini na saba? Hivi huko mkoani mikoa mingine wakinisikia watanishangaa, kwa sababu si kule mjini tunalipa shilingi laki tatu na ishirini, na wewe unatakiwa uweke elfu ishirini na tisa, ishirini na saba. Kwa nini, eh? Shaba, msije mkaja kulaumu mkichelewa, wakati huu hawa mabwana wanamalizia kazi, wako tayari kuwaletea nyumbani huko mbele, mtajibebesha mzigo. Tumeelewana? Kwa hiyo niwahamasishe nyinyi wote, jiorodhesheni, lipeni, ni mali yenu. Ikichokonolewa na nyinyi mkaruhusu ichokonolewe, maana yake mmekubali kuruhusu kuwa gizani. Wangapi wanaruhusu giza kwao? Mkiona mtu anasogea sogea hapa, kazi yenu ni nini? Mchukue pelekeni kwa wale jamaa wale, unaona wale jamaa pale nyuma wale wawili wale, simeona walivyovaa uniform nzuri, zile uniform ni kwa ajili ya kudili na watu wanaosogelea sogelea miundo mbinu hii. Mmenielewa? Wangapi watafanya kazi ya kuwakamata watu wanaosogelea miundo mbinu hii? Wanyoshe mkono eh. Hayo hey, ndio mambo tunayotaka. Wewe umeshaingiza tayari, Njoo nikupe mkono, nikupe mkono na zawadi yako. Vipi, umeshaingiza? njoo umeshaingiza tayari aya, njoo chukua na zawadi yako. Ni umeme sawa, jamani no. Eh bibi, ndio nao unasogea? Haya <laughs> nawe no njoo eh? Umeingiza tayari. Sasa hao mabibi wameingiza. Haya, chukua zawadi yako na wewe aya. Kumbe mabibi hao wameshaingiza, nyinyi vijana hapa mnazubazuba. Halafu hao vijana, maneno mengi, twendeni tukaingize umeme. Rais Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa sana kwenye eneo hili la umeme ndani ya mkoa huu wa Songwe. Miaka saba iliyopita tulikuwa hatuwezi kuzungumzia umeme kwenye kila kijiji, lakini leo hii tunazungumza kila kijiji cha mkoa mzima wa Songwe. Ukienda Ziwa Rukwa kule mpakani, ukienda mpakani na na Kiela, ukienda mpakani na Sumbawanga, ukienda mpakani mwa Zambia na Malawi kenda mpakani mwa Tabora na mpakani mwa Mbeya, kote vijiji vyote vya mkoa huu tayari vina umeme. nani kama Rais Samia? <coughs> umeme upo, uongo ukweli? Serikali <coughs> imetimiza wajibu wa kuleta huduma kwa wananchi, na ninyi wananchi, mmebakiwa na wajibu wa kufanya nini? wa kuingiza huduma na kuitumia. Hayo ndio maendeleo. Sindio? Jamani, jamani, miaka mitano iliyopita, kulikuwa na hii barabara hapa? ilikuwepo hali ilikuwaje eh? Leo imekuja hivi. Halafu kuna mtu anaweza akaja hapa akasema, unajua hamna kitu serikali imefanya. Uongo! si mmesha izoea barabara, mnafikiri ilikuwepo milele? Sindio? Ukweli hata umeme huu umekuja baada ya miaka miwili akija mtu hapa akiwaambia hamna kilichofanyika, unasema ndio kweli, hakuna. Kwa nini hakuna? Hamna tunachokiona? Yani umeshazoea umeme, unafikiri ulikuwepo, umeota ukawepo. Sisi ni wazazi, tuna watoto, tuwape historia ya tulikotoka, zile picha tulizokuwa tukipiga wakati hii barabara ikinyesha mvua, mtu unatembea hapa siku nzima kutoka hapo Isongole kwenda pale Mpemba tuwaonyeshe watoto wajue. Mtoto akizaliwa wa leo anajua hii barabara ilikuwepo toka dunia inaumbwa. Uongo. Mtoto akizaliwa leo anajua umeme ulikuwepo toka dunia inaumbwa. Ukweli, uongo, ukweli. Lakini hivi vitu vimefanyiwa kazi na watu vikatokea. Yupo mtu apa atakuja atakwambia, unajua sasa hivi hatujui hela zinakoenda. Niwaambie kwenye huu umeme tu ndani ya mkoa huu Serikali miaka mitatu minne iliyopita imeleta bilioni ishirini na tano. Mnajua bilioni ishirini na tano. Rais kazishusha kwenye mkoa wa wapi? Wasongwe pekee yake. Alafu kuna mtu atakuja atasema, "Unajua rais hakupendi." Alafu na wewe unasema ndio kweli alipendi. Hivi anakupenda hakupendi? Anakupenda. Anakupenda hakupendi? Anakupenda. Sasa hivi kuna haja ya mkuu wa mkoa kuja kukukumbusha kwamba huyu rais anakupenda kwa haya anayokufanyia? Hii serikali inakujali kwa haya inayokufanyia? Si wewe mwenyewe unaona sasa? Mbona vijana wetu hatuwalei na kuwafundisha na kuwaonyesha hayo? Serikali imefanya kazi kubwa sana. Shule nyinyi mashahidi, wakati tunapambana hapa na, na, na, na shule za kata, nani hajachanga hapa? Si wote mlichangishwa, mlitoa kuku, mbuzi, mahindi na kila kitu, si ndio? leo hii fedha ikija kwenye shule inajenga madarasa mnachanga Hapana. Guli zinazofanywa na serikali. Hapa Isongole mlikuwa na kituo cha afya? Sasa hivi kipo akipo? Kipo. Miaka kumi iliyopita ni sawa na sasa? Hapana. Ukienda pale hata ukiangalia mazingira si utamani kurudi nyumbani. Uongo jamani. Mazingira yanavutia. Hiyo ndio kazi ya serikali. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa ambayo ametupa sisi wana Isongole. <coughs> sisi ni kijiji hiki cha Mbenzu, kijiji hiki cha Mbenzu, yani katika kata hii ya Isongole kulikuwa na vijiji a na b Mbenzu ambavyo vilikuwa havijapata umeme, lakini tumeshapata umeme kwa kila kijiji, kwa kila kitongoji kwa kata hii ya Isongole. Hatumdai Mama Samia, kwa kazi aliyoifanya ni kubwa kumbana na changamoto mbalimbali mbali katika utekelezaji wa miradi hii ikiwa ni pamoja pia wananchi ut kuitikia kwa wingi kuomba maombi ya umeme pamoja na kulipia control number ambazo tunawatumia kwa wakati ili waweze kuunganishiwa, tukijua kabisa miradi hii inakuja kwa muda na inatakiwa itekelezwe kwa muda maalum, na kishaisha basi mkandarasi anakuwa amemaliza muda wake. Kwa hivyo basi niombi letu mkuu wa mkoa, kwamba wananchi wataendelea kuomba kwa wingi ndani ya muda huu wani Steg International ameshamaliza kujenga miradi yake hivi aweze kuunganisha kwa wingi kabla ya mkataba wake kuisha.